Ninaomba utanisomea kitabu cha Kutoka sura ile ya ishirini na tatu na mstari wa kwanza. Kitabu cha Kutoka sura ya ishirini na tatu mstari wa kwanza nasoma kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Usivumishe habari za uongo, usitie mkono wako pamoja na mwovu kuwa shahidi wa udhalimu. Amen. tanisomea na kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 25. Natwambia usivulishamari za uongo usitie mkono wako pamoja na mwovu Amen. Amen. Mungu atusaidie soma pale, kitabu, kitabu cha Waefeso sura yani ya nne msaraki wa ishirini na tano nasoma kwa jina ya Yesu Kristo wa Nazareti alie hai, basi uvueni uongo, uvueni uongo. Mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tu kiungo ndio mmoja ya kiungo cha mwenzake. Ndio, amen. Bwana Yesu atusaidie sana, tunisomea na kile kitabu cha Yeremia ile sura ya ishirini na tatu na mstari wa ishirini na mbili. Iia, tusome kitabu cha Yeremia sura ya ishirini na tatu mstari wa ishirini na mbili mpaka wa ishirini na tatu. Nasoma kwa jina Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai lakini kama wangalisimama katika, wangali katika baraza yangu ndipo wangaliwasikiliza watu wangu Dio. maneno yangu Dio. na kuwageuza waziache njia zao mbaya Dio. na uovu wa matendo yao Dio. Msara ishirini na tatu na wa mwisho, mimi ni Mungu aliye karibu. Karibu asema Bwana, asema mimi si Mungu aliye mbali, mimi sio Mungu aliye mbali. Amen. Rudia tena vizuri hapo. Narudia kitabu cha nabii Yeremia sura ya 23 msaraki wa 22 na tatu wa ishirini na mbili na ishirini na tatu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai yeah. Lakini kama wangalisimama katika baraza yangu, kama hawa wangalisimama katika baraza yangu ndipo wangaliwasikiliza watu wangu maneno yangu Watu wangu maneno ya, na kuwageuza waziache njia zao mbaya na uovu wa matendo yao. Mstari wa ishirini na tatu, mimi ni Mungu aliye karibu, karibu, asema Bwana. Mimi si Mungu aliye mbali. Mimi si Mungu aliye mbali. Amen. Mungu anachukia uongo. Na siku zote tunaelewa uongo ni pepo aliye. Yeah. Bwana Yesu atusaidie sana. Baraza la Mungu halikai duniani, linakaa mbinguni. Bwana Yesu atusaidie sana. Nakuri, naomba rudia hapo. Kuna kitu nataka uelewe vizuri. Narudia, kitabu cha Nabii Yeremia, Mm -hmm. sura ya 23 mstari wa 22 mpaka wa 23, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Lakini kama wangalisimama katika baraza yangu. Wangalisimama katika baraza yangu. Mm -hmm ndipo wangali wasikiliza watu, wangali watu wangu maneno yangu na kuwageuza waziache njia zao mbaya na, na uovu wa matendo yao. Mstari wa ishirini na tatu na wa mwisho, mimi ni Mungu aliye karibu asema Bwana, anasema Bwana, mimi si Mungu aliye mbali, mimi sio Mungu aliye mbali. Amen Bwana Yesu, ninaomba unisikilize vizuri na utabarikiwa sana. Baraza la Mungu halikai duniani, baraza la Mungu linakaa mbinguni. Tunaweza kuishi duniani tukifanana kwa kila hali duniani kama wanadamu wengine, lakini kikao kikikaa mbinguni, kunao wanaoitwa. Ndio maana Bwana Yesu akawaambia wanafunzi wake, msifurahi kwa sababu mapepo yanawatii, bali mfurahieni kwa kuwa majina yenu yameandikwa mbinguni. Bwana Yesu, asante sana. Dunia imejaa milima na kama hujakutana na milima basi utakutana na vilima. Yakitokea hayo, unainua macho mbinguni, utafuta msaada wa Yesu. Bwana Yesu atusaidie sana, sema amina na utabarikiwa. Lakini hawa watu watakawainua mikono yao juu mbinguni na kutafuta msaada wa Mungu, anasema wasikilize maneno yake. Bwana Yesu atusaidie sana Alafu wafundishwe wasiache na njia zao mbaya. Haleluya! Ana maana gani? Ukitaka kuona mkono wa Mungu unakuja kwa wingi kwenye maisha yako, ni kuhakikisha uhusiano wako na Mungu unakuwa sawasawa kila siku. Bwana Yesu atusaidie sana. Hatima yako na Mungu, moyo wako ndio unaujua vizuri ukoje na Mungu. Haleluya! Kwa hiyo hata kuomba kwetu ni muhimu sana, tujichunguze na uweze kujua uko upande upi. Amen. Kuna namna unatamani sana kuwa upande wa Mungu, kuwa na neema ya Mungu, kuwa na mamlaka ambazo Mungu ametupa hapa duniani, ni lazima uvue uongo kwanza. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Uongo ni kifungo kimoja kibaya sana, ikiwa umemkosea Mungu zambi, na ukiangalia dhamira yako ya ndani inakuhukumu, moyo wako unakosa amani, ujue neema ya Mungu bado ipo pamoja na wewe. Bwana Yesu asaidie sana. Nina amini Mungu ni wa rehema. Bwana Yesu asaidie sana na rehema atakusaidia uweze kuwa na kuamini ya kwamba yeye yupo na atakuwepo milele na milele. Amen, Bwana Yesu atusaidie sana. Kwa hiyo tambua kitu kama hicho na uelewe kitu kama hicho siku zote. Ukiona unatenda dhambi au umekosea na ukiangalia dhamira yako ya ndani inakuhukumu moyo wako unakosa amani, ujue neema ya Mungu bado ipo pamoja na wewe. Bwana Yesu asaidie sana. Mungu ni wa rehema, atakurehemu leo. Kinachotakiwa maanisha. Bwana Yesu atusaidie sana. Maanisha kile ambacho unakitafuta kwa Mungu, maanisha namna yako ya kumtafuta Mungu, maanisha namna yako ya kutembea na Mungu, maanisha kile ambacho unaamini kuhusu Mungu. Bwana Yesu asante sana. Yoyote anayetaka kuona matokeo ya kuelekea mbali kwa ajili ya Mungu inatakiwa amaanishe kwa ajili ya uwepo wa Mungu kwenye maisha yake. Bwana Yesu asante sana. Onyesha kweli umekosea Mungu, haujamkosea mwanadamu, na ndiyo maana ndani ya moyo wako hausikii amani moyo wako unaishi umefarakana na Mungu. Bwana Yesu asadesa. Kwa hiyo unaona kabisa, haujamkosea mwanadamu, umemkosea Mungu. Bwana Yesu asadesa wa watu wanatenda dhambi za aina mbalimbali mbali, lakini Mungu wa rehema anasamehe. Bwana Yesu asadesa, lakini lazima umaanishe ili aweze kusamehe. Huwezi tu kufanya kikawaida kawaida tu Bwana nisamehe, nimekosa, nimetubu. Bwana Yesu atusaidie sana. Inatakiwa unamaanisha. Haleluya! Bwana Yesu atusaidie sana. Usiwe na dhambi ya kumjoki kutubu kwa kujoki, kumjoki Mungu. Bwana Yesu atusaidie sana. Inatakiwa umaanishe kutoka ndani ya moyo wako. Kuna watu wanatubu kwa dhambi hiyo hiyo kila siku, haifai wala haipendezi. Unapoomba msamaha kwa Mungu, haitakiwi urudie zambi ile ile ile ile. Inatakiwa uombe msamaha, umaanishe na uiache hiyo dhambi, muombe Mungu akutie nguvu, ili usiweze kurudia ile zambi tena. Haleluya, sema amina na utabarikiwa.